Ujumbe wetu kwa wafanyabiashara na ni commitment sisi kama watumishi wa mamlaka ya mapato kwenu nyie, kwamba tutaendelea kuwahudumia huku tukitoa huduma bora siku zote, na hii ndio commitment, na ndio maelekezo kwa watumishi wenzangu kwamba eh, si tuwahudumie tu bali nao waone kwamba tunachowahudumia ndicho wanachokitarajia kutokea kwetu, na tuwe tunatambua muda wote kwamba wale tunaowahudumia wao wenyewe wanajua kwamba tunawahudumia vizuri au hatuwahudumii vizuri, na mtambue kwamba watatoa hiyo feedback. Sasa tujielekeze wenyewe na kujihamasisha katika nafsi zetu kwamba tutawapa huduma nzuri, na hiyo ndio ahadi yetu kama taasisi, na ndiyo maelekezo ya Kamishna mkuu ambayo tumepita kuyaleta kwenu, kwamba tukiwa kwenye wiki ya huduma kwa wateja, lakini tunajielekeza na kuahidi kutoa huduma bora sasa na siku zote, endelea kutoa huduma inayo kidhi au kupita matarajio yao, na huo ndio nasema siku yote. Kama tunayumba ndugu zangu, unajua tunaofanya kazi sawa, tukumbushe sawa. Eh, kwa nimesema nizungumze mbele ya viongozi wangu wa makao makuu ambao wamekuja kwa niaba ya kamishna mkuu, lakini mbele ya watumishi wote wajue kwamba tuna huo wajibu wa kutoa huduma zinazokidhi au kuzidi, sio chini. endelee. Eh, ile wilingi iendelee, kuwepo ushirikiano uendelee kuwepo na ushirikishaji, na ushirikishaji ni jambo muhimu sana ambalo linaweza kuleta tija, hasa kuchagiza ulipaji wa kodi kwa hiari. Lakini vilevile nipongeze pia mameneja wa wilaya zetu na kwenye vituo vyetu mahususi kwenye mipaka yetu, ushirikiano ni mzuri, litani baka ni mzuri hata ah, pale inapotokea Uh, cha kutokea tunashirikiana na na na na na na, na mameneja wetu na set off. Kwa hiyo nipongeze sana na kwa niaba ya wafanyabiashara kwa kweli, moyo wa TRA uendelee, na na mamlaka zingine ziige mfano uh, wa mamlaka ya mapato Tanzania. Majina naitwa Osna Mohamed, ni katibu wa shirikisho la umoja wa machi na mkoa wa Kagera. Nichukua nafasi hii kumshukuru kamishna mkoa wa TRA mkuu mkuu pia na wafanyakazi wa TRA na meneja wa mkoa wa Kagera. Sisi naomba ufikishe salamu zetu, kama sisi wafanyabiashara ndogo ndogo tuna huduma nzuri na mahusiano mazuri na ushirikishwaji na TRA. Tumeweza kuzunguka mkoa mzima wa Kagera na kuwapa elimu, kuwapa huduma yale wafanyabiashara wadogo wadogo. Naomba tuendelee na tutatoa ushirikiano. Minalangu ni Ladisraus Utananukwa, mwenyekiti wa TCCIA mkoa wa Kagera. Kwa kweli tunashukuru sana hatua zinazochukuliwa na kamishna mkuu katika kuboresha utendaji katika TRA. Ni hivi majuzi tumezindua dawati la kuhudumia wateja na kuwawezesha. Hili ni jambo jipya, ni ubunifu mkubwa. Tunampongeza kamishna mkuu balimbali tunazoendelea kuchukua. Nichukue na nafasi pia kumshukuru meneja wa mkoa na wafanyakazi wote wa TRA mkoa wa Kagera kwa jinsi wanavyotuhudumia sisi. Kama TCCIA, ni chama kongwe na kimbilio la wafanyabiashara, nadiriki kusema kwamba mpaka sasa hivi hatuna malalamiko kutoka kwa wafanyabiashara kwamba hawapati huduma stahiki na iliyo bora kutoka TRA kwa hiyo tunawapongeza sana.